Unafahamu ni kwa nini mtoto anapozaliwa kabla ya wakati huitwa njiti? Mtoto wa aina hii huhitaji mazingira maalum ili aweze kukua sawa kama mtoto aliyezaliwa wakati sahihi. Hapa Tanzania tuna shujaa anaitwa Mama Kangaro. Unajua kwa nini anaitwa Mama Kangaro? Inasaidia pia wamama hapa kuwapa elimu ya unyonyeshaji na kuwasaidia mazao anaumwa au wamefariki, na huduma zingine ndogondogo za kiafya. Je, Mariamu alipataji ujasiri huu wa kipekee? Mariamu ameendelea kusaidia kukumbatia watoto wengine kumbatia watoto kama watatu ambao wote walitelekezwa na mama zao, lakini yeye alichukua ile jukumu la umama akawakumbatia. Baadhi ya watoto wa Kitanzania wamepata huduma ya kangaroo kupitia mikono yake. Wadau wa masuala ya watoto njiti walimpa taji maalum kama ishara ya kutambua mchango wake mkubwa. Tunahitaji huduma stahiki kwa watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, hususan uwepo wa watoa huduma wenye elimu ya kutosha kuwahudumia watoto hao wanaozaliwa kabla ya wakati. Sasa unafahamu kwa nini mama kangaroo ni shujaa? Ungependa kumwambia nini katika siku hii maalum ya watoto njiti?